E, gemu ya Simba na Azamu imetamatika. Niko na shabiki hapa kutoka hapa visiwani Zanzibar. Bwana, habari za usiku? e, ni buheri Mola najaliakatazama na... kwangu tunavozungumza unisikii, shah, unisikii, hadi nikiongea nikiwa nimetizama chini, ni kama una hasira. Sasa hata hasira nisiwe nayo vipi wakati wafanyiwa hujuma? Sawa, umetazamaje mchezo wa leo baina ya e, Azam na Simba, hivyo kama ulivyoutazama wewe, wewe umetazamaje? Wewe unashabikia timu gani? Mimi ninashabikia ile hujumiwa. Hiyo timu ile hujumiwa. Timu gani ambayo imehujumiwa leo? Wewe hukuona e. Timu gani ambayo imehujumiwa? Na mimi nakuuliza, hukutizama mpira wewe? Nimetazama lakini sijaona hujuma. Kama waniuliza vipi, waniuliza vipi lo swali. Kwani hujuma atakiwa ukasomea ili kujua kwamba hii hujuma? Hati siwaona tu yule baba akatufanyia kitu gani? Yule labda ulivyosema huduma kwenye hujuma sijaziona uwanjani leo, nami nasema ni hujuma. Kama huna kitu cha kunioje, nende zangu mie chake chake. Sawa, hujuma zimefanyika dakika ngapi? Na hujuma amezifanya nani katika uwanja? Mie sikuwa timekeeper, mie sikuwa timekeeper, mie nkaja leo kukutizama mpira. Sawa, ni hujuma gani ambazo zimefanyika leo pale uwanjani? Hati huoni yule mwamuzi katunyima penati? Sasa kama wacheza masumbi kama liji ugonzi mtu aja vile Hana mm. haja vile hata kama ule sembe vipi, lakini uwe mtu ashika mpira lafalia atunyima penati. Sasa unakuwa unaochanganya watu, nami pia unachanganya vipi, na kuchanganya nani? Ambaye amefanywa hujuma katika uwanja wa Amani leo hii mimi nakwambia, shabiki wa timu gani utakuwa? Ni mwanadunia si bila shaka sasa, akili yako pengine yapumbazika lakini... kwa sababu wale watu mm. wasafiria liji boti la kwao mm. sindio eh? mm. ehe tena waja ili runinga yaonyesha mpira ya kwao mm tena huyo baba naye wamiliki wa wategemea kushinda, nishafahamu sababu mimi kwa hiyo, hizo ndo hujuma zenyewe ambazo zimefanya leo mpoteze mchezo uh, dhidi Azam, ya Azam yako mengi, si hilo tu lakini. Lingine sisi wenyewe mipango yetu mlikuwa na hey, mipango ya kupoteza si hey, mchiano kipaumbele tuage wa, wa, wa, watazamaji mie wakati nakuja wa, walinikaribisha hmm, taarifa mie haga mwenyewe nenda zangu vile na shughuli zangu mwenyewe pia. Siku, siku hatukuambizana kwa kwamba nitakuja hapa kuzungumza